Karibu tena kwenye chaneli yetu ya simulizi zilizojificha, mahali pekee unapogundua yale yaliyofichika, yaliyosahaulika na yasiyoweza kuelezwa. Tafadhali subscribe na gonga alama ya kengele. Karibu! Leo tunasafiri hadi kwenye milima ya Uskoti, ambako kunasemekana kuna kijiji cha ajabu, kijiji kisichoonekana na watu wa kawaida, kijiji kinachoitwa Brigadoon. Je, kweli kuna kijiji kinachojitokeza mara moja tu kila baada ya miaka mia moja? Na ikiwa ni kweli, kwa nini? Karibu tujue siri ya Brigadoon. Hadithi ya kale. Hadithi ya Brigadoon ilianza karne nyingi zilizopita katika nyanda za juu za Uskoti. Wana kijiji wa Brigadoon waliishi maisha ya utulivu, wakilima, wakitunza familia zao na kuabudu kwa heshima na hofu ya Mungu. Lakini siku moja hatari ilitishia kuvunja amani yao. Jeshi la watu wa kigeni lilikuwa likielekea kijijini likiwa na nia ya kulivamia eneo hilo, kulichoma moto na kulifanya kuwa magofu. Watu wa Brigadoon walijua hawakuwa na uwezo wa kulizuia. Walikusanyika kanisani na kumuomba Mungu awaokoe. Ndipo kasisi mmoja mzee aitwaye Fiona Makela alipiga goti na kusali sala ya ajabu. Ee Bwana, tufiche kutoka kwa dunia hii, tuelekeze mbali na mabaya ya binadamu, hata kama itamaanisha tutalala kwa karne nzima. Asubuhi iliyofuata, kijiji chote kilitoweka. Wavamizi walifika na hawakukuta kitu isipokuwa ukungu mzito na sauti ya upepo. Brigadoon ya sasa. Tangu siku hiyo, inasemekana kuwa kijiji cha Brigadoon huonekana mara moja tu kila baada ya miaka mia moja kwa siku moja pekee, na huchanganyika na dunia ya sasa kabla ya kutoweka tena. Mwaka wa 1746, mvumuzi mmoja wa Kiingereza aliyekuwa akipanda milima ya Uskoti aliandika kwenye shajara yake Nimeona watu waliovaa mavazi ya kale. Walikuwa na tabasamu lakini walionekana kama roho zilizopotea. Kijiji chao kilionekana kutembea juu ya ukungu kama mzuka. Na tena mwaka wa 1846, wawindaji wawili kutoka Marekani waliripoti kuona kijiji ambacho hakipo kwenye ramani yoyote. Walipojaribu kurudi mahali hapo siku chache baadaye, hakukuwa na chochote. Mafunuo na nukuu za kisasa. Wanasayansi wamejaribu kueleza tukio hili kwa nadharia mbalimbali. Wengine wanasema ni hali joto ya akili, watu wanaota au kuona ndoto za wazi. Wengine wanasema Brigadoon ni mfano wa ufunguzi wa mlango wa wakati, mahali ambapo muda unasimama au unajirudia. Lakini bado wapo waliodai kuwa waliingia Brigadoon, wakakutana na watu waliowaona kama wa karne ya 18, walikula nao, wakacheza dansi ya kale, na walipoondoka miaka 50 ilikuwa imepita duniani. Swali linabaki, je, walipotea muda huo wote au Brigadoon inaishi kwenye muda wake yenyewe? Usiri wa Brigadoon. Lakini hapa ndipo hadithi inazidi kuwa ya ajabu. Katika hati za kale zilizogunduliwa kwenye kanisa lililoharibika huko Glencoe, kuna maandiko yaliyotajwa kuwa kutoka kwa kasisi fio na mwenyewe Ee Bwana, tufiche kutoka kwa dunia hii, tuelekeze mbali na mabaya ya binadamu, hata kama itamaanisha tutalala kwa karne nzima. Inasemeka mtu akiingia Brigadun na akapenda mtu wa huko anaweza kuchagua kubaki, lakini akitoka hawezi kurudi tena na kwa miaka mingi kumekuwa na watu waliopotea karibu na milima ya Uskoti, waliokuwa wakisafiri peke yao hawajawahi kupatikana. Je, walikuwa na bahati ya kuiona Brigadoon na kuchagua kubaki? Kuna ukweli ndani ya hadithi, lakini je, Brigadoon ni hadithi tu au ni mafumbo ya ukweli yaliyofunikwa kwa muda? Katika karne ya ishirini, jina la Brigadoon lilitumika katika tamthilia ya Broadway, lakini watu wa Uskoti walipinga vikali wakidai ilikuwa kudhalilisha hadithi takatifu. Kulingana na wazee wa Highland, Brigadoon ni mahali halisi lakini ni siri takatifu. Inahifadhiwa na Mungu mwenyewe na haiwezi kufichuliwa kwa yeyote asiyeitwa na moyo wa kweli. Brigadoon, kijiji kisicho kwenye ramani, kinachoishi nje ya muda, ni fumbo lisiloisha. Lakini kumbuka, usipoamini huwezi kukiona, na ukikiona huenda usitoke tena. Asante kwa kutazama simulizi hili la ajabu. Ikiwa ulivutiwa, usisahau kulike, kusubscribe na kugonga kengele ili usipitwe na simulizi nyingine zilizojificha. Hadi wakati mwingine, kaani salama na kumbuka kuna dunia nyingine nyuma ya pazia la kawaida. Asante.